Natoa challenge kwa vijana wote wa Kitanzania waliopita jeshi, tuambie hapo kwenye comment umepita kambi gani, kwa sababu kujuana na wenzako ni vizuri zaidi. Mnaweza mkashirikishana kwenye fursa mbalimbali mbali kama vijana. Zifuatazo ni baadhi ya kambi za jeshi Tanzania. Namba moja, kambi ya Bulombola. Hii kambi inapatikana Kigoma. Namba mbili, kambi ya Kanembwa. Hii kambi inapatikana Kibondo, Kigoma. Namba tatu, kambi ya Ruvu. Hii kambi inapatikana Pwani. Namba nne, kambi ya Oljoro. Kambi hii inapatikana Arusha. Namba tano, kambi ya Mafinga. Kambi hii inapatikana Iringa. Namba sita, kambi ya Kibiti. Kambi hii inapatikana Pwani. Na namba saba ni kambi ya Makutupora. Kambi hii inapatikana Dodoma. Hizo ni baadhi ya kambi, zipo nyingine. Asante sana kuangalia video zangu, mimi nimemaliza. Subscribe. Lakini usisahau kushea video hii.